Arizona, Tanzania. So mtakuwa mmeona hii ishu ya sasa hivi serikali kutenga 2 billion kwa ajili ya content creators na online TV. Sasa inabidi Watanzania muamke, na kama mtakuwa mmekumbuka, baada ya mimi kufungiwa account kuna video nilifanya, niliwambieni, huu ni muda inabidi mwachane na wa peji za umbea peji za nini Mwambeni mapema toka Disemba, sababu nilijua hawa sasa hivi watakao kuja kutumika serikali ya CCM Samia na wauaji wenzake. Kwa sasa wamesha realize kwamba wasanii wa Tanzania hawana tena ushawishi kwa wananchi. Wame realize kwamba wasanii hakuna kitu, wanaweza tena kuambia wananchi kwamba mmeshawakacha wasanii, mmeshawakataa kwa hiyo sasa wanahamisha nguvu, wanapeleka nguvu kwa peji za umbea online TV kwa sababu wanawajueni, mnapenda habari za wasanii, mnapenda habari za kijinga. Kwa hiyo sasa hivi wanaenda kuinvest kwa kina Karima Story, kwa kina My Martha, kwa kina Juma Lokole uh, na wajinga wengine ambao wanawakeep busy na mambo ya kipumbavu kwa hiyo Yaani kwamba walichofanya ni wamehama tu kutoka kwa watu ambao wananchi amewataki tena, wamehamia kwa hawa content creators. Kwa hiyo sasa hivi content creators wanafanya kazi ya system ya kuwaekeni bize, ya kuwaekeni mwe na attention ya vitu vya kijinga. So it's up to us wa Tanzania, it's up to us kuwa focused na kuamka na kuunfollow hizi page yeah. Yani, you have to unfollow, alafu kwa unfollow, manake sio unfollow with your real page, alafu create a fake page, you have to unfollow, lazima mwa, mzikatae hizi online TV, mwakatae our content creators kama mlivyoweza kuwakataa wasanii, lazima mwakate na hawa vile vile, la sivyo tunakuwa hatujafanya kitu. That's all, nilikuwa nataka niwaambieni yani hivyo. Sasa hivi CCM wamesha amka, wamejua wasanii wao hawana tena influence. Inabidi waende kwa watu ambao wanajua wataweza kuwapeni kila kitu wa Tanzania mnachotaka, ambacho ni habari za kipumbavu ujinga, yani vo, umbea umbea, mambo ya kijinga, ili muwe bizi. Yani wanachotaka sasa hivi ni kwamba muwe bizi na hizi peji zinazopost upuuzi, muachane na na ukombozi wa nchi na msifanye hivyo tafadhali, follow page za wanaharakati huko Instagram, wako Discord, wako TikTok, follow page hizo. Hizo ndo page za kufollow hizo.